Maisha ya Tobi na mama yake mzazi amegubikwa na misukosuko mingi kwelikweli. Tobi ni mtoto pekee ambapo Mshua wake alipoteza maisha baada ya afisa wa polisi kumpiga risasi kwenye harakati za kumfukuza mwizi, ikidhaniwa kwamba yeye ndo alikuwa ni mwizi, wakati Mshua hakuwahi kuwa hata mwizi, na hii ndo reason behind kwa Tobi kuwa na ndoto ya kuja kuwa polisi kwa lengo la kulinda na kuokoa na sio kuua. So amekuwa akiishi maisha akiyafande sana, akiwa na mama yake mzazi ambaye hali yake akiafya haiko njema. So hapa ni asubuhi, na Tobi akiwa amebeba mkate na chai kwa ajili ya mama yake na salam zao zimekuwa ni za kiafani kwa sababu ndio dream inayoishi kwa mwanetu. So mama akawa anamwambia Toby kwamba anaelekea kukata tamaa juu ya ndoto yake kuwa polisi, akawa anamuuliza umeandika barua ya kuomba nafasi ya upolisi mara ngapi? Toby akamjibu mara tatu. Mama akamwambia na hujakata tamaa kabisa mpaka uvae vazi la polisi. Toby akamwambia mama yake kwamba hawezi mpaka pale ambapo atapokaa mbele wakati yeye akiwa kwenye parade yake ya kwanza. Mama mzazi anaamini Toby ni mtu mwema sana kwenye dunia hii ambayo inahitaji watu ambao wapo aggressive kinoma, yupo na moyo safi kama baba yake yake mzazi, na mwisho wa siku baba yake aliishiwa kupigwa risasi na polisi ambaye alivalia mavazi ambayo anatamani mwanaye pia avae. So, amekuwa akimwombea sana mwanaye avalie mavazi hayo, lakini awe na lengo tofauti la kulinda na kuokoa na sio kuua. Karibu sana kwenye Brave Movies, mimi ni Yusuf Brave, na kama ndo kwanza umeungana nasi, basi haujakosea, bonyeza kitufe cha subscribe na bonyeza alama ya kengele ili upate updates za movie recap kwenye channel yetu. So, bibi mkubwa wake Toby amekuwa mama pisi sana pale mtaani, licha ya afya yake kuwa haiko sawa, lakini amekuwa akijitahidi sana kuishi na watu vizuri na sometimes amekuwa akisaidia kusolve kesi mbalimbali za kifamilia na za kimtaa na hata kunusuru ugomvi wa ndoa mbalimbali pale mtaani sehemu, na mwanaye ambaye pia amekuwa tupisi sana kijana ambaye bonga na kila mtu pale mtaani, na amekuwa akisaidia watu pale ambapo inakuwa ndani ya uwezo wake. So mwanetu amekuwa akiendelea kufukuzia ndoto zake ili kufanya pia mama yake ajivunie uwepo wake. So alimaliza kupiga mishemishi zake, na mama yake amekuwa akihitaji dawa kila siku kwa ajili ya kuweka afya yake sawa. So alipita pharmacy, akiwa hana mzigo wa kutosha sana wa kuchukua Dawa kwa ajili ya bibi mkubwa. So, wakati anafika farmasi, anaongea na farmasia pale, farmasia akamwambia kwamba kwa pesa ambayo yuko nayo hawezi kununua dawa hizo ambazo alitakiwa kununua kwa ajili ya mama yake mzazi. So, akamchomolea. So, kijana akawa anatoka pale. Wakati anatoka anakutana na bidada Ruby ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu sana ambapo for now hataki kuitwa Ruby, anataka kuitwa Scooby. So, bidada akaamua kuokoa kijana huyu kwa kulipia pesa yote ya dawa na kumwambia kwamba amsindikize mpaka nyumbani yani, apande gari aweze kumpeleka mpaka nyumbani. Alipomfikisha nyumbani labda hajashuka huyu dada akawa anamwambia kwamba kazi ambayo anaifanya ni kazi fulani ambayo ni low class yani, ni kazi ambayo haiwezi kumfanya yeye atoboe kimaisha. Anatakiwa kukutana na watu kutengeneza network connections, ili aweze kupata mpunga wa kutosha. So mwanetu Tobi amelelewa katika misingi ya kuamini katika kufanya kazi halali na ni jambo ambalo mama yake amekuwa akimsisitiza all day kwamba, kwamba maisha yao magumu yasije kufanya yeye kushawishika kufanya kazi haramu ili kupata pesa za haraka swali. So, la msingi la Tobi kwenye maongezi yeye pamoja na Ruby, alimuuliza Ruby kwamba wewe unafanya kazi gani? Rubi akamwambia yeye kwamba hafanyi kazi yoyote, ila na bwana yake ambaye anampunga balaa ana biashara zake na ndio ambaye anataka kamuunganishe naye. So Tobi akatoa amemshukuru kwa kumnunulia dawa za mama yake, alafu akaamua kushuka kwenye ndinga na kusepa kimsinga. Haikuwa imeishia hapo kwa Tobi, baada ya kupambana huko na kule, kumbuka na mama mgonjwa, jukumu lake ni kununua dawa kila siku, so sometimes pia mpungo unakosekana no. So kupitia hivyo ilibidi akamwombe Rubi amkopeshe kiasi cha pesa, ili aweze kusolve baadhi ya kesi ambazo zinamkabili pale maskani. So Rubi akawa ende kwa kutana na mpenzi wake ambaye alimwahidi kumuunganisha naye basi. Na hii ndio klabu ambayo Ruby anafanyia kazi zake za kuentertain, na hapa ambapo unamwona, hii ndio kazi yake kubwa ambayo anaifanya mbali na mishemishe mishe zingine za kiharamu ambazo anazifanya Ruby pamoja na mpenzi wake. So, mwanetu Tobi akaingia pale akitaka kuzuiwa, lakini Ruby akaambia kwamba wamwachia aweze kuingia, na moja kwa moja kijana akaenda straight kuongea na chief. Nia ya Tobi ilikuwa ni kupata pesa ambayo itasaidia matibabu ya mama yake kwa kipindi hiki. So kutokana na hilo, Mishua akawa amempa ofa ya dili la kazi ambayo akiikamilisha basi ataondoka na mpungo wa maana sana, na kikubwa alimpa mzigo ukiwa umefungwa na kumwambia kwamba hatakiwi kuufungua wala kuuliza swali lolote. Kazi yake ni kwenda kuacha mzigo eneo ambalo ataambiwa. So Tobi alibaki kama sekunde tatu anamwangalia Mshua na, na kumuuliza swali nini kilichomo ndani sasa Ruby akadakia pale akamwambia kwamba umeambiwa usiulize swali chukua mzigo upeleke nenda upeleke njoo chukue lako nini shida au hutaki pesa Tobi bado alikuwa na mashaka sana na kuendelea kushinikiza aambiwe kilichomo, so hakuna aliyetoa majibu ya moja kwa moja kwamba nini kilichomo. Sasa kwa sababu alikataa, kijana Tobi akaambia kwamba mama yake alimwambia kwamba kazi haramu ni kazi ambayo ina matokeo mabaya sana, kwa hiyo hawezi kushiriki kwenye hilo dili, kijana akaamua kusema. Tobi alirudi nyumbani na kikubwa alichokuwa anajisemea mwenyewe ni kwamba njaa na shida ambazo anazipitia haziwezi kusababisha akaacha malezi na misingi bora aliyopewa na mama yake. So kijana asubuhi yake akiwa anatoka kwenda kwenye miangaiko yake, Namuona mama yake akiwa katika hali ambayo sio nzuri kidogo, anarudi kumwangalia hali ya mama. Ikazidi kuwa mbaya sana kumbuka, Tobi na mama yake wamekuwa wakiishi sana vema na majirani, so majirani pia wakawa wamesogea pale na kumwambia Tobi aweze kwenda naye hospitali. So Tobi akambeba ili kwenda naye hospitali ya karibu. So Tobi moja kwa moja akafika kwenye hospitali ya karibu, anakutana na manesi wawili, mmoja akawa yupo willing kumsaidia kwa sababu ana huruma sana, lakini mwingine alimkazia sana na kumwambia kwamba bila kutoa pesa hawezi kupata huduma yoyote. So, Tobi alimwomba sana venesi kwamba amsaidie kumtibu mama yake aweze kurejea kwenye hali yake, wakati ana kwenda kupambana kwa ajili ya kutafuta pesa ambayo inahitajika, lakini yule nesi aligoma na kumwambia kwamba aondoke, hawezi kupata huduma yoyote kama hana pesa. So Tobi kishingo upande akambeba mama yake. So moja kwa moja msaada aliona ni kwa yule famasia pale. So akampeleka pale, yule famasia alivyomwangalia yule mama yake akasema hawezi tena kumsaidia, haona ana msaada wowote. Tobi alimwomba sana famasia aweze kumsaidia, lakini famasia alimwambia kwamba hawezi kumtibu, amrudishe hospitali kwa sababu endapo atampa dawa hapa na hali kawa mbaya basi inaweza kumletea yeye shida na hata kufutiwa leseni. So kulingana na life la Tobi na mama yake wamekuwa wakiishi vema sana pale mtaani. So Tobi akawa amepata msaada, mama mmoja alimpa pesa na aliweza kufanikiwa kumrejesha mama hospitalini kuweza kupata huduma ya kwanza. Baada ya pale, kijana alishindwa kukaza bwana na kurudi kwa mshua na kumwambia kwamba yupo tayari kwa ajili ya dili. So mshua akamwambia, kwa kuwa amerudi haina shida, sasa hivi kuna mizigo miwili, so kazi yako ni kupeleka eneo husika, lakini kanuni ni ile ile hakuna kufungua, hakuna kuuliza maswali, lakini Tobi akawa bado anauliza maswali kwamba nini kilichomo ndani. Mshuo akaona huyu kijana kama anataka kuleta mambo ambayo ndio sio akamwambia, chukua mzigo nenda upeleke, rudi uchukue pesa yako. So wakati namwambia kuna yenja mwingine ambaye alikuwa anatamani sana hilo sana deal, kwa sababu yeye mwenyewe ana shida na pesa. So akaona Tobi kama analeta masiala hivyo, akamwambia Mshuo kwamba nipe hilo deal, mimi nikapiga zangu pesa. So Tobi akauliza itakuwaaje kama mambo yatakwenda ndivyo sivyo. Rudi akadakia kumwambia kwamba hakuna kitakachoharibika na kama kuna chochote kitakwenda ndivyo sivyo, basi mpenzi wake ana connections za kutosha kuweka mambo sawa. So mshua kama amemwambia Toby chukua mzigo, nenda kabla ya kuja kucha, usije ukakutana na mapolisi. Kijana alikubali kishingo upande na kuambia kwamba anafanya vile tu kwa sababu ya mama yake. So kijana akawa amekamilisha kila kitu na kurudi nyumbani na mpunga akafika pale mapema sana na kulala kwenye kochi, huku pesa zikiwa juu ya kochi. Mama yake anaamka asubuhi, anakiona kibuna cha pesa ambacho kwa kawaida ni ngumu sana kwa haraka haraka kijana wake kukishika. So akawa anamuuliza umetoa wapi pesa zote hizi. Tobi akamwambia mama yake kwamba ni usafi niliofanya kwa ile nyumba ndio amenilipa pesa hizo. Mama akamwambia unanidanganya. So kumbe kijana wakati anaingia jana usiku mama yake alimuona na kimsingi, akamwambia toka jana ulipokuwa unaingia nilikuona huko, sawa? Kuna kitu kibaya umefanya mama. Mama kwa upendo wake akamsogelea kijana wake na kumwambia, "Tobi, usiruhusu shetani akupe shortcut ya mafanikio kwa sababu tu riziki yako imechelewa." Kijana alimwahidi mama yake na kumwambia kwamba pesa ameifanyia kazi na alimwahidi kwamba hawezi kwenda kinyume na anayosema. So kijana akamwambia mama yake kwamba ajiandae waende hospitali. Mama bado alikuwa na mashaka sana kwa sababu imekuwaje kijana wake apige mpunga mrefu hivyo kwa usiku mmoja tu. Basi wakaenda hospitali na wakarudi nyumbani. So wakati wanarudi nyumbani akutana na Rubia amepaki mchuma wake pale nje na nini? Kumuona akawa ameenda pale, so Rubi kama kawaida yake amevalia mavazi ambayo kiukweli, mama yake Rubi alipatwa kushangaa kinoma mavazi ambayo Rubi alikuwa amevalia. Lakini Tobi akamwomba mama yake aweze kuingia ndani ili aweze kuongea na Rubi. Kikubwa, Rubi akawa anamwambia Tobi kwamba ameagizwa na Mshua amwambie kwamba kuna kazi nyingine anatakiwa akaifanya usiku huu. Tobi akamwambia Rubi kwa msisitizo kwamba aliwaambia mapema kabisa kwamba atafanya mara moja tu ilo dili na sasa hawezi kufanya tena so, Ruby ya Ruby, haya sio maisha niliyohitaji. Nilifanya kwa sababu nilikuwa sina jinsi. Nenda akamwambia Mshua kwamba siwezi kufanya tena hiyo kazi. So, Ruby alivyorudi kuongea na Mshua, Mshua akamwambia Ruby kwamba apeleke mzigo kwa kijana na amwambie kuwa unatakiwa ufikishwe mahala usika usiku huu, mbali na hivyo atakwenda kupata shida kulingana na ukaidi wake. Ruby akamwomba sana Mshua kwamba amwache tu kijana, wana vijana wengi ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Mshua akamwambia hakuna ambaye anaweza kuondoka kwenye biashara yao kizembe. Aidha akubali kuwa nao au wamalizwe. Rubi akaenda zake usiku, akaruka ukuta, akaweka mzigo mlangoni. Kulivyokucha, mama anaamka, anaona kuna kitu mlangoni, anakwenda kukishika. Toby anakiwahi kwa sababu tayari alishajua ni nini. So mama yake akamwambia ukiruhusu hicho kitu kiendelee kurudi kwenye maisha yako, basi utaingia kwenye matatizo. So Tobi akafunga safari usiku hadi klabu. Anafika kwa jazba kinoma, walinzi wakamzuia pale. Akatokea mshua kwa nyuma yake, kijana akamwambia kwa ujasiri, acha kunitumia mzigo wako, sihitaji. Umeshindwa kuniambia kilichomo, sitaki unitumie mzigo mimi. Sio miongoni mwa vijana wako, sitaki unitumie hii mizigo tena. Kijana Tobi akaamua kusepa, walinzi wakamzuia pale, lakini Mshua akawaambia kwamba wamwachie aweze kwenda. So Ruby akawa anamwomba sana chief amwachie Tobi endelee na maisha yake, ajaumbwa kufanya kazi wanazofanya, na kwamba hataki matatizo. Anamfahamu Tobi kwamba hawezi kusema popote, hawezi kwenda polisi, anamfahamu kabisa. So chief akamwambia sababu inayopelekea simu ache kijana yule ni kwamba anajua kila kitu kuhusu yeye, kwa sababu aliwahi kumwona live akimuua mmoja kati ya vijana wake pale club. So hii ndo sababu ambayo hataki kijana aondoke kizembe, kwa sababu anaamini anaweza kuleta shida baadaye. Huku Tobi yupo hospitali na nesi yule ambaye alimuonea huruma mara ya kwanza akamweleza kwamba mama yake ana ugonjwa ambao unaweza kumletea shida kubwa sana, ni ugonjwa wa serious ambao unahitaji matibabu na ni gharama kubwa sana. So ni taarifa iliyomweka kwenye wakati mgumu sana Toby, na kiasi cha pesa ambacho kinahitajika ni kiasi kingi sana. Kumbuka ameshakataa kufanya dili lingine na chief, so hana pesa, hana sehemu ya kutoa hiyo pesa. So Nessy alijitolea kuwa msaada kwake, kumhudumia bi mkubwa wakati Toby akiendelea kupambana kutafuta kiasi kingine cha pesa. So Toby na mama yake wakiwa wanarudi nyumbani, wanakuta wanakuta vitu vyote vya ndani mwao vimetupwa nje. Wanashangaa nani kafanya hivi. Kumbuka hivi ni vitendo ambavyo chifu amekuwa wa akituma watu kwa ajili ya kuweza kufanya vurugu nyumbani kwa kina Tobi, ili mradi tu kijana aweze kutubu na kurejea kufanya mishe mishe zao. Basi mama yake Tobi akawa amemuuliza Tobi kuhusu majibu ya vipimo, ilikuwa ni kwamba Tobi alikuwa atake kumwambia mama yake ukweli, lakini kabidi tu amwambie kwamba ugonjwa alionao ni ugonjwa serious sana, na kwa sasa jukumu lake kama kijana ni kupambana kutafuta pesa, wakati akiendelea kupata uangalizi ngine kutoka kwa Nancy. So chifu aliendelea kumsakama sana kijana na raundi hii alituma watu kumvamia mama yake mzazi, lengo li kutaka kijana aweze kutubu ili aweze kuendelea kufanya kazi nao. So mama mzazi akaendelea kumwambia kijana wake kwamba asikubali kuingia kwenye mtego wowote. So siku hiyo hiyo pia mama alitembelewa na pasta, ambaye alimweleza hali halisi ya kijana wake anayopitia, na kwamba anaomba msaada aweze kumsaidia kijana wake kwa yale ambayo anayapitia. So pasta alizungumza na Toby na Toby alimweleza kila kitu kuhusu hiyo ambayo aliifanya na aliifanya kwa lengo moja tu ila watu hawa ambao ni wabaya wameendelea kumfuatilia kuhitaji yeye aendelee kufanya biashara ambayo hataki kuifanya. So pasta aliahidi kumwombea ili aweze kuishinda vita hiyo inayomkabili. Kesho yake kijana akamfuata chief sana, kwa upole sana akimwambia kwamba kwa nini anaendelea kumtumia mzigo ikiwa yeye hataki na kwa nini hataki kumwambia kilichomo. Chief akamwambia kikubwa ni kwa sababu ulifanikisha deal la kwanza na hakuna kingine kikubwa. Chief akamwambia Tobi lazima aendelee kufanya kazi nao, la sivyo watafanya zaidi alichokifanya kwa mama yake. So, kijana alivyorudi nyumbani akam Sakiendelea kumkia mama yake akamwomba ya simu na kumwandika email moja kwa moja kwa mkuu wa kituo cha polisi na kumweleza kila kitu geng kuhusu genge ya chifu ambayo imekuwa ikimnyima amani. Ishu kubwa kuhusu Toby ni kwamba ilikuwa ni kutimiza ndoto yake ya kuwa polisi kama unakumbuka, na mchungaji aliahidi kwamba ataongea na afisa mmoja wa polisi ambaye anafahamiana naye, na na atamsaidia kumuunganisha ili aweze kupata nafasi ya kutimiza ndoto yake. So, kesho yake polisi walitinga hadi klabu kwa mshua na kumweka chini ya ulinzi. Kumbuka kijana Toby alituma email kwa mkuu wa jeshi la polisi na hatimaye Chief anatiwa nguvuni huku, Tobi ilikuwa ni furaha sana kwake baada ya kuchaguliwa kwenda depo kwa ajili ya mafunzo ya awali ya upolisi, na hii ilimpa matumaini makubwa sana kwamba anakwenda kutimiza ndoto yake. So nesi aliahidi kwamba ataendelea kumhudumia mama yake wakati yeye akienda kambini. So kijana akaenda kambini kuendelea na mafunzo, kutimiza ndoto yake. Baada ya muda kwenda, hali ya kiafya mama ikawa imebadilika sana kuwa mbaya, na kupelekea yeye kufariki na hakuna nesi wala mtu yoyote ambaye alimtaarifu Tobi kwa sababu mama yake, kwa sababu walihofia kwamba unaweza kumpotezea focus ya yeye kutimiza yake. So baada ya muda wa kupita Tobi anarudi zake nyumbani akiwa na furaha sana, akiwa amevalia mavazi ya polisi. Mtao nampokelea kwa shangwe sana, anafika anaita jina la mama yake mzazi nyumbani pale, lakini kila mmoja anamshangaa pale kwa sababu mama yake alishazikwa kitambo sana. So baadaye Pastor Naneso akamwambia kuwa mama yako ali hali yake ilibadilika sana na alifariki na tushamzika. Tobi alishindwa kuvumilia ni maumivu, majonzi Aliumia sana kwa sababu aliamini kwamba anakwenda depo, akirudi basi mama yake atashuhudia ile ndoto ambayo alikuwa anatamani mtoto wake aitimize, basi imetimia. Lakini imekuwa ndivyo sivyo, ilikuwa ni majonzi sana kwa kijana, lakini mwisho wa siku ni ndoto ambayo imetimia kama ambavyo alikuwa anatamani, kwa sababu baba yake alipigwa risasi na polisi ambaye alikuwa amevalia mavazi ambayo hivi sasa yeye ameavalia, na lengo lilikuwa ni kuja kuwa polisi kulinda na kuokoa, na sio kuua kama ambavyo aliuliwa baba yake kimakosa. Na huyu ndio unakuwa mwisho wa filamu hii, tukutane kwenye recap nyingine. Usisahau kusubscribe.